Kwa kweli hatukuanza vizuri, lakini haina maana kwamba e, uchaguzi umekwisha. Tuna nafasi kubwa sana ya kesho watu kujitokeza kwa wingi, kwa sababu la upiga kura ni kama sishia, ni chini ya hamsini elfu pamoja na zogo lote, pamoja na Pemba. Kwa hivyo tuna watu zaidi ya laki saba ambao kesho wanaweza kuja kupiga. Kwa hivyo la kwanza kabisa ni kuomba watu, kesho ndo siku yetu ya kujitokeza Jitokeze kila jimbo Unguja na Pemba ili tuhakikishe kwamba bado sisi ndio chama bora na tunaweza kushinda uchaguzi huu, na tutashinda uchaguzi huu. Nzuri sana, lakini mimi nilikuwa natarajia kwa, kwa sababu leo ilikuwa ndio pumzi zao, ilikuwa ndio njia pekee yake ya kuweza kujitetea wao, kwa sababu walifanya vikosi maalum na watu wenye kazi maalum, ili wafanye angalau waje wapate kujitetea tumeshuhudia watu wakipiga kura zaidi ya mara tatu. Tumeshuhudia watu uh, wakiletwa ambao tuliambiwa kwamba watakaoletwa ni watu ambao wanatoka jimbo linalohusika, lakini hawatoki jimbo linalohusika. Wamekuja wengine hata mitaa hawajui, hatajui hata chochote, na watu watume hawakuwa very responsive. Kwa mfano, kuna wakala wetu mmoja anamjua mwanamke mpaka jina lake kwamba akapiga zaidi, kishapiga katika kituo chake, akamfuatilia akapiga eh, kapiga tena shehia nyingine tatu, kwa maana kapiga mara nne, lakini bado walipolalamika hawakuchukua watu watu watume tunaona watu ambao wamerudi mara moja mara mbili, tunajiuliza kama wino ulikuwa kweli wino ambao unafaa kutumika kwa ajili ya uchaguzi, kwa sababu hapakona hapakuwa na uwezekano kwamba mtu apige mara mbili ikisha bado wino wake usionekane, ama wale watu, wale watu maofisa walikuwa wanapuuza wino rais. Uh, walikuja kwa malori kama mara tatu hivi mpaka mwisho wakawa wanatafutana watu wao, washamaliza na taarifa nilizoambiwa ni kwamba saa tano kituo kimefungwa, kwa maana kwamba walimaliza watu wao wote walikuwa wa wamewatayarisha. Lakini mi naamini kwamba uh, kesho ni siku nzuri yetu sisi, watu wetu wajitokeze kwa wingi, wasiogope, wasiona sosoote. Naamini kwamba hakuna mtu ambaye atazuiliwa barabarani. Tunakwenda kushinda uchaguzi kwa sababu wao ni kama washamaliza.